Pamoja tunachokiomba, tunachokitaka serikali iipe Chadema iwape Watanzania uhuru wa kuassociate. Humu ndani ya Chadema haupo. Ukiassociate na Lisu uko okay, ukiassociate na Mboe wewe ni muasi. Kile tunachokitaka tu exercise kwa Tanzania. Tanzania, Tanzania serikali itupe kwa lazima Chama tawala kitupe kwa lazima uhuru wa kujieleza, uhuru wa kukosoa. Humu ndani ya Chadema haupo. Ukimkosoa bwana mkubwa, ukikosoa wanaoongoza, wewe ni mhaini, ni msaliti, ni ni, ni dalali, umenunuliwa, kila lugha cha na vijana bwana wanatukana wanatukana, wanaogesha matusi. Sasa nina, nina, nina kwa nini nimelileta hilo ili niwasaidie Watanzania waishauri Chadema yao na wale walioko kule ndani na wanaobaki mle ndani washauriane wenyewe. Chanzo cha, cha chuki hii ni mfumo wa kampeni za ndugu yetu aliyeshinda uchaguzi. Mfumo wa kampeni wake alikuwa na nguvu kubwa sana kwenye media strategy wakawafundisha vijana wengi jinsi ya kufanya kampeni za kutweza za kutukana na kukashifu haswa wa kumkashifu Freeman Mboe. Sasa zile silaha walizozitumia kwenye kampeni hizo, hizo silaha, silaha, baada ya vita zilitakiwa zipelekwe amare, zilitakiwa hizo zi silaha zipelekwe galani. Vita imeisha. Sasa tukilete chama pamoja zile silaha hazijakusanywa. Vita inaendelea pale pale, matusi yanaendelea mpaka dakika hii. Freeman ameongea mara ya mwisho wa tarehe ishirini na mbili mwezi wa kwanza, lakini baba wa watu anatukanwa mpaka asubuhi hii ya leo. Amewakosea nini? Kuwajengea chama ndo mumtukane? Wanatukana vijana wana miaka ishirini na nne, ishirini na mbili, thelathini, thelathini na moja, watoto wa kuzaa wa Freeman Boy. Hakuna kiongozi anayekemea hata siku moja. Kama sio kwa agizo lenu, kama sio kwa baraka zenu, kwa nini hatujaona hata mtu mmoja amechukuliwa hatua kwa matusi yanayopelekwa kwa, ya, ya, ya, ya kwa viongozi waandamizi na wale tunawaheshimu sana? Solution nairudia, taweni tangazo, silaha zote zilizotumika mpaka wakati wa uchaguzi mpaka usiku wa tarehe ishirini na moja, silaha zote zile zirudishwe galani. Amani itakuja CHADEMA. Maamuzi maamuzi ya chama, ya CHADEMA sasa hivi sio kwenye vikao. Katiba ya CHADEMA imekuwa suspended. Maamuzi ya CHADEMA yako WhatsApp, yako Instagram, yako Clubhouse, yako Twitter. Kwa nini waliotengeneza mpango wa uchaguzi wa, taz, wa, wa, wa CHADEMA wa, wa, base yao ni huko na wala sio wanachama wa CHADEMA. Sasa kile walichokuwa wamekipanga labda ndio hiki ambacho tunakiona sasa hivi, waisambaraia CHADEMA, baada ya kutugawa sisi tuliokuwa tuna familia moja ya imara sana CHADEMA, ya watu waliokuwa wanapendana mno, watu wanaoshirikiana mno, watu wanaosaidiana mno. Leo hii ni CHADEMA ya watu tunaogopa, tutawindana.